Naitwa Lilian Liundi, ni mkurugenzi mtendaji wa Mtandao wa Jinsia Tanzania, lakini pia ni mwanachama na mwenyekiti msaidizi wa jukwaa la wanawake wakurugenzi wa asasi za kiraia zinazotetea haki za wanawake. Na sisi kama jukwaa la wanawake wakurugenzi, tumeona kwamba ni muhimu tushiriki katika kilele hiki cha uh, siku ya wanawake duniani hapa Arusha na chini ya mwavuli wa Mnakongo na tumeshiriki vizuri, tumeshiriki asasi kadhaa, na kwenye jukwaa letu kuna asasi zaidi ya mia mbili na wote tunafanya kazi mbalimbali mbali za kutekeleza ya ule mpango kazi wa Beijing. Kuna wengine wako kwenye upande wa afya, wengine elimu, wengine uwezeshaji wa kiuchumi, wengine sheria. Tumefanya mambo makubwa sana kuhusiana na utekelezaji wa mpango kazi wa Beijing. Kwa hiyo kama mnavyotuona sisi kama jukwaa tunaendelea kuhamasisha wakurugenzi wengine wa asasi zinazotetea haki za wanawake waweze kuendelea kujiunga na jukwaa letu la wakurugenzi wanawake. Tukitafakari uh, miaka thelathini ya Beijing na safari yetu, tunajua kwamba katika yale maeneo kumi na mbili eneo mojawapo ni la ushiriki wa wanawake katika uongozi. Na sisi asasi za kiraia hasa zinazotetea haki za wanawake, chini ya jukwaa la wakurugenzi wa wanawake na mwavuli wetu wa NACONGO, tumekuwa tukifanya kazi kubwa sana ya kutoa mafunzo, kuhamasisha ili kuhakikisha kwamba tunaongeza idadi ya wanawake katika uongozi. Na mwaka huu ni mwaka wa kipekee kama tunavyofahamu kwamba tunatimiza miaka thelathini ya azimio la Beijing, lakini pia ni mwaka wa uchaguzi, uchaguzi mkuu. Kwa hiyo sisi kama kawaida, tunatarajia kuendelea na kazi zetu za kutoa mafunzo, kuhamasisha jamii na ili kuhakikisha kwamba tunaongeza idadi ya wanawake watakaoingia bungeni, madiwani, lakini pia ofisi kubwa, ofisi ya, ya, ya, ya, ya urais. Kwa hiyo sisi kama wanawake uh, vyama vya siasa tunatoa wito kwa kweli vyama vya siasa ambavyo vitasimamisha wagombea wanawake ambao wana uwezo na wanastahili hizo nafasi, sisi tuko nao na tunahamasisha kabisa kwamba katika mgombea e, kama mgombea akiwa mgombea rais akiwa mwanamke mgombea mwenza labda awe mwanaume au mgombea urais akiwa mwanaume mgombea mwenza awe mwanamke ili tuhakikishe kwamba tunaongeza nafasi za wanawake katika ngazi mbalimbali mbali mbali za maamuzi. Ma, ma, ma, siku ya leo imetukutanisha wanawake wengi viongozi, na jukwaa hili la wanawake wakurugenzi wa asasi za kiraia ni mfano. Wanawake viongozi wana changamoto nyingi, na pia wana mafanikio mengi ambayo wamefanya. Jukwaa hili basi liwe mfano liwe mfano hata kwa uh, taasisi za serikali liwe mfano kwa taasisi za, za binafsi hata zile za kitaaluma, wawe na majukwaa ya viongozi wanawake ambapo viongozi wanawake watakuwa wanakutana pamoja, wanazungumza mafanikio, wanazungumza changamoto zinazowakuta wanasaidiana kwa pamoja. Sisi tumekuwa na jukwaa letu, ili tumeona faida yake. Ndio maana tunatamani kwamba taasisi nyingine na zenyewe ziige mfano wetu, ziwe na majukwaa haya ya viongozi kwa ajili ya kujengana. Kwa namna hiyo, tutaweza kuongo, kuongeza idadi ya viongozi wanawake kwa haraka zaidi. Hizi programu za ulezi, ukungwi, za mentorship zinasaidia sana. Kwa hiyo wengine nao wakiiga, wakaendelea kufanya hivi, tutapanua wigo zaidi. Huo ndio wito wangu katika kilele hiki cha siku wanawake duniani. Mimi naitwa Edna Chandeu ni mkurugenzi wa taasisi inaitwa Tanzania Child Welfare, taasisi ambayo inajihusisha na makundi ya watoto wasichana, vijana, wanawake na makundi maalum kwenye masuala mazima ya afya, elimu, mazingira, uwezeshaji jamii kiuchumi, haki za binadamu na masuala mazima ya amani. Uh, katika siku ya leo, siku yetu, siku ya mwanamke duniani, kwa kweli tunashukuru kwanza mtandao wetu, baraza letu la Nakongo ambalo limedhamini shughuli nzima ambayo imetuleta sisi hapa Arusha, na tunashukuru kwamba uwepo wetu mahali hapa umeleta maana, kwa sababu tumeweza kukutana na watu wengi na wamefahamu kuhusu mtandao wetu mtandao wetu kama alivyosema mkurugenzi hapa una watu zaidi ya mia mbili na mafanikio ni makubwa kwa kweli. Mtandao ulianza tangu elfu mbili na kumi na sita lakini tumefanikiwa kwanza, umetuleta wanawake wa kurugenzi pamoja kwa hiyo umeongeza upendo, umeongeza ufanisi, lakini umetufanya kujengeana uwezo. Ndio maana unaona sasa hivi wakurugenzi, mashirika ambayo yanaongozwa na wakurugenzi wanawake yamekuwa yakifanya vizuri sana katika Tanzania. Kwa mfano, tuna wakurugenzi kadhaa ambao wameweza kufanya mambo mengi makubwa ya ya uchechemuzi na kuleta mabadiliko katika masuala mazima ya sera na sheria mbalimbali, lakini kadhalika katika masuala ya uchaguzi. Ka, katika masuala mazima ya uchaguzi tumeona tangu Beijing, tamko la Beijing la mwaka 1995 tunapozungumzia miaka 30 sasa hivi, tunaona jinsi ambavyo ushiriki wa wanawake kwenye siasa umeongezeka kwa kiasi kikubwa sana, tunaona jinsi ambavyo wa wanawake wamekuwa wajasiri zaidi, na tunamshukuru Mungu pia kwamba tumeweza kupata hata rais mwanamke. Hii yote ni kwa sababu ya uh, jitihada za, za kuhakikisha kwamba tunakuza na ku, kuzidi kuongeza ushiriki wa wanawake katika ma, na vyombo vya maamuzi, na tunaweza kuona hata mwaka huu watu wengi wamejitokeza katika serikali za mitaa, pia wanawake walikuwepo. Na tunaendelea kuwahamasisha wanawake, sisi kama wakurugenzi wanawake, kwamba wajitokeze kwa wingi kugombea nafasi mbalimbali mbali za uongozi, na sisi tutawaunga mkono kama kiongozi wetu alivyosema hapa, hatutawaacha . Ah, jina langu ni Fortunata Manyeresa ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Tree of Hope ambalo tuko Tanga, lakini pia Tree of Hope ni mwanachama wa jukwaa la uh, wanawake. Kama mimi ni mkurugenzi, ni mwanamke, ni mwanachama wa jukwaa la wakurugenzi wa wanawake wa asasi za kiraia Tanzania, na leo tuko hapa kwa ajili ya kuhitimisha kilele cha maadhimisho ya wiki ya wanawake ambayo tumeiona inazungumzia masuala ya wanawake na wasichana kuimarisha usawa na haki za kijinsia na tumeona kwamba kazi kubwa imefanyika ndani ya jukwaa letu, na programu ambazo tumekuwa nazo ndani ya jukwaa la a, wanawake wa kurugenzi ni pamoja na programu ya mentorship. Hii ni programu ambayo tumekuwa tukitumia wanawake wakurugenzi ambao wamekuwa katika sekta muda mrefu uh, mathalan kuna kinamama ambao walishiriki mkutano wa Beijing, kwa hiyo tumejaribu kuchukua uzoefu hawa wenzetu waliokwenda Beijing mwaka 1995 na kuona sasa namna gani tuna fa kwa vitendo au tunatekeleza kwa vitendo le maazimio kumi na mbili ya Beijing kama ambavyo wenzangu wamezungumza. Kikubwa ambacho tunacho sasa, nini tunatoka nacho baada ya maadhimisho haya, ni kwenda kuongeza nguvu ya kuwasaidia wasichana waweze kuanza kutambua thamani ya sekta yetu, maana sekta hii ni sekta, uh, sekta ambayo ni ina support kazi ambazo zinafanywa serikali, lakini pia ni sekta ambayo inakabiliwa na changamoto ambazo ni za ufadhili. Lakini tunataka kuleta kitu kinaitwa intergeneration approach, sisi wakongwe tuweze kuwarithisha wasichana wadogo wasomi ambao ndio wamekuja sasa hivi katika sekta, namna gani waweze kuwa na moyo wa uzalendo wa kujitoa na kujituma kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sekta yetu inaendelea Upaa tunafahamu changamoto, kama ambavyo tunaona mashirika mfano USAID sasa hivi wamesitisha ufadhili. Haya ni masuala ambayo yamekuja ghafla, kama mvua ambayo isiotarajiwa. Kwa hiyo sisi tunafikiri kwamba uh, wanasema watu kuvunjika kwa koleo sio mwisho wa uhunzi. Sisi tunaamini kwamba Tanzania ni nchi yetu na sisi tuna wajibu mkubwa wa kuendeleza mapambano kuhakikisha kwamba tunafikia usawa wa kijinsia lakini katika maendeleo endelevu, kama ambavyo mheshimiwa Rais wetu ameainisha leo katika hotuba yake. jina langu naitwa Neema Kitundu, ni mkurugenzi wa shirika la FAWE Tanzania, Forum for African Women Educationist Tanzania Chapter, yaani wanawake waelimishaji Afrika tawi la Tanzania. Shirika hili ni mwanachama uh, kwenye kwenye jukwaa la, la, la wakurugenzi wa asasi za kiraia na jukwaa hili lilianzishwa li, li, baada ya kuwa tulikuwa na jukwaa la wakurugenzi wanaume na wanawake, lakini tukaona kuna haja kutokana na mambo yalivyokuwa yanaenda na, yana kwenye jukwaa lile la wakurugenzi wanaume na wanawake, tukaona kuna haja ya kuwa na jukwaa letu wanawake kwa ajili ya kujadili mambo ya maendeleo zaidi hasa, hasa tukiwapambania wasichana na wanawake na katika kuleta maendeleo mbalimbali mbali, kutoka kwenye mashirika kama walivyotangulia kusema wenzangu, uh, wakurugenzi zaidi ya miambili mashirika zaidi ya mia mbili ambapo wakurugenzi uh, wanawake wanayaongoza, tukaona tuka, tuka kwamba kuna uh, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna changamoto ambazo tunazipitia. Kwa mfano, changamoto mojawapo ni changamoto ya uelewa uh, wakati mwingine uelewa kwenye jamii katika suala zima la uhamasishaji uh, wa maendeleo endelevu na kufikia usawa wa kijinsia uh, kutokana na, na, na mila na desturi uelewa unakuwa ni, ni changamoto sana. Yaani zile attitude tofauti za kuhusu maendeleo ya wanawake basi wakati mwingine uh, uh, kunakuwa na changamoto za uelewa. Kwa hiyo tunakuwa tunakwama kufikia pamoja lakini pia Um, changamoto ingine kama alivyoizungumza mwenzangu ni changamoto ya kifedha katika kuhakikisha kwamba tuna, tunatekeleza afua zote, afua ambazo tunazipanga kuzitekeleza katika kuwaelimisha wanawake, lakini pia kuwa, kuwa, kuwa, ku, kufanya uchechemuzi kuhusu, uh, kuhusu masuala ya maendeleo kwa upande wa wanawake, lakini pia changamoto ingine ambayo tuna, tunaipitia ni pale ambapo unakuta um, fedha, swala la kifedha katika ku, kutekeleza hizi hafua limekuwa ni, ni, ni changamoto pia. Lakini uh, changamoto ingine ambayo tuna, tunapitia ni ile kuwafikia wanawake wote. Tunazo program mbalimbali kama walivyoeleza wenzangu, tunafanya mentorship kwa wa, kwa wa, wa, wa, wasichana mabinti yani, wasichana vijana ili waweze kushika nafasi sasa za sisi uh, wa, wa, ambao miaka imeenda I, ili tuweze ku, kupata damu changa na tunatoa, tunafanya hayo kwa kutoa elimu kwa, kwa, kwa, kwa, kwa wanawake na kwa wanaume katika suala zima la kuona umuhimu wa kuwa na viongozi wanawake kisiasa, na viongozi hawa wanawake tunahamasisha zaidi tupate wa, wa, wa, wa, wanawake vijana, ili wa, wa, kuweze kuwa na mwendelezo mzuri katika suala zima la kisiasa, lakini pia tunatoa elimu ya, ya uraia ili uh, uh, wanawake kwa wanaume waweze kushiriki na kuona kwamba kweli wanawake wanaweza, waweze kuwaunga mkono katika suala zima hasa tunavyoangazia uchaguzi unaokuja.